Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumwombea ziada ya, ya rehma na amani mtukufu wetu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam. Kwa hakika leo tena Allah subhanahu wa ta'ala ametupa afya na kutupa pumzi za kuendelea na darasa yetu ya ijue funga ya Ramadhan, na katika darsa iliyopita tulizungumzia adharu siyam, yani nyudhuru zile za kufunga, na alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha kuzizungumzia hizo, na leo kama tulivyoahidi, tunaendelea tena na darasa yetu tukiwa na maudhui inayosema muftiratu saimi, vyenye kumfuturisha yule ambaye aliyefunga Bimaana ya kwamba leo tutazungumzia alashiyau allati tufsidu ala saimi saumihi saumahu wa tuftirahu, tutazungumzia vile vitu ambavyo vinavyoharibu au vinavyomharibia yule mwenye kufunga funga yake, ndivyo ambavyo tutakavyovizungumza katika muda wetu mchache huu wa leo. funga ya mwenye kufunga huharibika kwa kufanya moja ya mambo haya yafuatayo. Al-awwalu, jambo la kwanza, al-aklu au shurbi abdan, al-aklu au shurbun abdan, kula au kunywa kwa makusudi. Hili ni jambo la kwanza, kwa kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyosema ndani ya Qur'ani, wakulu washrabu, kuleni na mnywe. Bimaana ya kwamba hapa Allah subhanahu wa ta'ala anawaruhusu watu wale na wanywe kipindi cha usiku cha kipindi ambacho jua limezama. Kulu wa sharabu, kuleni na mnywe, hata yatabayana lakum alkhaitu labyadu min alkhaiti lasyadi, mpaka padhihiri kwenu ule uzi mweupe kutokana na uzi mweusi min alfajri, kut, alfajiri. Thumma atimu siyam ila llaili, kisha timizeni funga mpaka usiku. Sasa ahlulilmi wanasema katika aya hii imebainisha wazi kwamba si halali kwa yule ambaye mwenye kufunga kula na kunywa baada ya kuchomoza kwa alfajiri, hata laili, mpaka ifike usiku, yaani mpaka jua lizame. Lakini yule ambaye atakayekula au ikatokea akanywa na asian kwa kusahau, yani sio makusudi, imetokea tu akajikuta mara amekula au amekunywa ahlulilmu wanasema fasiyamuhu sahih, mtu huyu funga yake itakuwa ni sahihi. Wa yajibu alaihi alimsaku na analazimika e, atawajibika mtu huyu kujizuia, idha tadhakara, pale atakapokumbuka. Yani mtu ameshazoea mchana, anaingia mgahawani, anakula pilau yake au anakula ugari wake sasa ndani ya Ramadhani yupo ndani ya funga, kashachukulia ile ada yake, ikifika muda fulani anakwenda mgahawani, anakwenda kula, akaanza kula, akapiga tonge la kwanza la pili, yani mpaka ikafikia hadi anataka kumaliza sahani yake, akakumbuka kwamba la kumbe, nipo ndani ya Ramadhani, nipo ndani ya funga. Hapa analazimika ajizuie, manake aache kile chakula, na kama kuna chakula kilikuwa mdomoni, basi akiteme na ajizuie aendelee na saumu yake, na hii ni kwa kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man nasiya wa huwa saimun, atakai sahau na hali ya kuwa yeye amefunga, akasahau kwamba yeye amefunga, fa akala, akala au shariba, au akanywa, falyutima saumahu He, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema na atimize somu yake, bi maana ya kwamba aendelee na funga yake, fa innama ataamahu Allahu wa saqahu, kwa sababu aliyemlisha na aliyemnyweshwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna jambo ambalo mwanadamu analifanya kwa kadari yake mwenyewe, bali kila jambo ambalo analolifanya mwanadamu hilo limepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu ikitokea akala au akanywa kwa kusahau, basi sheria inamtaka aendelee na funga yake pale atakapokumbuka, kwa sababu aliyemwezesha kula ama kunywa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na huharibika funga katika sehemu hii ya kula na kunywa chochote kile ambacho kwamba kilichoingia e, mpaka kikafika tumboni, hata kama kimeingia si kwa kupitia mdomoni Yani ikapitia sehemu yoyote ile, medhali kile kitu kikafika tumboni, ambacho kikahesabika katika hukumu ya kula au katika hukumu ya kunywa. E, kama vile kuna watu wanaweza kutumia kupeleka chakula kwa sindano. Kwa hiyo ikapitia hata kwa njia ya sindano, hapa pia tunasema kwamba mtu huyu amekula, au kama alitiliwa maji kwa kutumia sindano, basi tutahesabu kwamba mtu huyu pia amekunywa na somu yake itakuwa imeharibika. Kwa hiyo kitu cha kwanza chenye kuharibu funga ni al-aklu au shurbu abdan. Kula ama kunywa kwa makusudi. Ikitokea kwa bahati mbaya, kwa kusahau, kama tulivyosema, saumu itakuwa ni sahihi. Ama jambo la pili katika mambo ambayo kwamba yenye kuharibu funga, yenye kuharibu saumu ya mtu, aljimau ni kuijimai. Huharibika e, funga kwa kuijimai. Tunasema famanjamaa, yoyote yule atakayefanya ijimai wa huwa saimun na hali ya kuwa ni mwenye kufunga yupo ndani ya funga, batala saumahu, itabatilika funga yake, na analazimika mtu huyu aliyefanya ijimai ndani ya mchana wa Ramadhani afanye toba kwa Allah subhanahu wa taala, na afanye istighfar. Lakini sio hivyo tu, wa qadaa al-yawm alladhi jamaa fihi na ailipe ile siku ambayo aliyofanya ijmai, yani aliyefanya lile tendo la la ndoa mchana wa Ramadhani anatakiwa ailipe, lakini sio kuilipa tu, wa alaihi maa lqadha kafara, pamoja na kulipa kwake lakini kadhalika atalazimika pia kutoa kafara. Na kafara yake ni nini? Ni itqu raqaba, eh, kumwacha huru mtumwa eh, fa illa yajid, ikiwa hakupata mtumwa wa kumwacha huru E, swama shaharaini mutatabiaini. E, kafara yake anatakiwa afunge miezi miwili, tena miezi yenyewe miwili iwe ni mfululizo kwa siku yake hiyo moja. Lakini pia fain lam yastata, ikiwa e, kadhalika hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, maana miezi miwili mfululizo si mchezo. Mwezi mmoja tu ndani ya Ramadhani watu wanakwisha E, mtu anajisikia dhiki kweli kweli. Inakuwaje mtu ikawa katika ndani ya miezi miwili alafu ni mfululizo? Kwa hivyo fa in lam yastati ikiwa e, mtu hakuweza kufunga huko miezi hiyo miezi miwili atama sitina miskina, analazimika awalishe maskini sitini, kwa hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Huraira anasimulia kisa ambacho kilitokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhusiana na jambo kama hili. Abu Huraira anasema, bainama nahnu julusun inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, wakati mmoja sisi tulikuwa tumekaa eh, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumekaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghafla akaja mtu pale tulipokuwa tunakaa, tumekaa na Mtume, akaja mtu Akasema yule mtu kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama, ya rasulullah llah, iwe mtume wa Allah, halaktu. Anamwambia Mtume halaktu, nimeangamia mimi. Faqal Mtume sallallahu alaihi wasallam wasalama akamuuliza malak, una nini? Ni jambo gani lilo kufanya mpaka uangamie, mpaka unatuambia kwamba wewe umeangamia? Yule bwana akamwambia Mtume, ya rasulullah llah, wakatu ala mraati wa ana saimu, nimemuingilia mke wangu na hali ya kuwa mimi nipo ndani ya saumu. E, nimemwingilia mke wangu na hali ya kuwa nipo ndani ya funga. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama hakutaka sasa kumchokonyoa chokonyoa, e, kwamba ilikuwaje sili kwa nini a, yeye alikwenda moja kwa moja, Mtume sallallahu alaihi wasallama kumpa kumpa fatwa mtu yule akamuuliza, hal tajidu raqabatan ta'tiquha, e, unaye mtumwa ambaye utakayeweza ukamwacha huru, maanake hiyo ndio kafara yako na ndio ndio fatwa yako. Qal, yule bwana akasema la Sina ya Rasulullah, sina mtumwa mimi ambaye kwamba ninayeweza nikamwacha huru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza tena, akampa option ya pili, hal tastati'a an tasuma shahraini mutatabi'ain, je waweza ukafunga wewe miezi miwili mfululizo? Qala la, akasema siwezi, ya Rasulullah. Mie mwezi mmoja tu huu na nakonda, itakuwaje nikifunga miezi miwili? Ya Rasulullah, siwezi mimi kufunga miezi miwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa option ya tatu e, sehemu ya tatu ya kuweza kuilipia ile siku moja ambayo kwamba aliyemwingilia mkewe, akamuuliza hal tajidu it'amu sittina miskina Je, waweza wewe ukalisha maskini sitini tn qala, la yule bwana akasema, hapana uwezo huo mimi sina, mimi mwenyewe ni maskini ya Rasulullah. Abu Hurairah anasema famakatha nabiyu sallallahu alaihi wasallam, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa muda, akakaa asema wakati tulipokuwa tumekaa eh, hatuna hili na lile ya bainama nahnu ala dhalika, tulipokuwa katika jambo lile la kukaa tunamsikilizia Mtume, labda ataleta option nyingine ya nne. Mtume sallallahu alaihi wasallam akalile akaletewa pakacha au akaletewa mzigo pale, mzigo ambao ndani yake palikuwa na tende e, aliletewa kama vile ni zawadi ya rasulullah kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopokea tende zile akauliza aina sa'il yuko wapi? Yule muulizaji, yani yuko wapi yule ambaye aliyefanya jambo fulani e, yuko wapi yule muulizaji? Faqali, yule bwana hakuchelewa, akasema: ana ya rasulullah, niko hapa ya rasulullah, ni mimi hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia khudh hadha, chukua mzigo huu watende fatasadaku bihi, nenda ukatoe sadaka, nenda hii ikatoe ndio sadaka yako, ili iwe ni kafara yako kwa lile jambo ambalo kwamba ulilolisema yule bwana akamwambia akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam salama ala afqara minni ya rasulallah fa fawallahi ma baina btiha yuridu alharamaini alhar, ahla baitin afqara min ahli baiti ya rasulallah. Hivi kuna fukara zaidi yangu katika mji yani katika miji hii miwili mitukufu Maka na Madina hakuna mtu aliyekuwa fukara zaidi kuliko mimi, bi maana ya kwamba ule mzigo wenyewe yeye mwenyewe anautamani, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia aende akawape maskini, kutokana na na dhambi au kosa ambalo kwamba alilifanya. Akamwambia kati, hakuna nyumba iliyokuwa fukara zaidi kama nyumba yangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akacheka, alicheka mno, kama Abu Hurairah anasema hata badati aniyabu mpaka yakaonekana magego yake, yani meno yake yakaonekana, kwa namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam alivyocheka. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akasema akamwambia, basi chukua mzigo huu ataamahu ahlaka, nenda kawalishe jamaa zako, nenda kailishe familia yako, na hiyo ndiyo itakayokuwa kafara yako. Kwa hiyo jambo hili la kuijma'i ndani ya Ramadhani kwanza sharti lake ni lazima, kwanza uilipe siku na ufanye toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ufanye istighfar, lakini pia ufanye kafara. Moja ya kafara hizi tatu, itqu raqaba, kumwacha huru mtumwa au kufunga miezi miwili mfululizo au kuwalisha maskini sitini. Na maana ya ijmai ni nini? Tunasema ijmai maana yake ni kule inzalu lmanii ikhtiyara, ni kule kutoa kuyatoa manii ya yani, kwa njia ya ikhtiari, yani kwa njia ya choice yako wewe mwenyewe, yani maamuzi yako mwenyewe, ukajitoa manii. Ndio anasema ahlul ilmi, fa idha anzala saimu mukhtaran bitakbili, ikiwa mtu atayatoa manii mani yake hali ya kuwa ipo kwenye kufunga, akayatoa manii yake kwa ikhtiari, yani yeye mwenyewe, ima akajichua au akafanya kitu fulani au bitakbili, ima kwa kubusu au lams au kwa kugusa au istimna au akajichua yeye mwenyewe au ghairi dhalika au akatumia njia nyingine ya kujitoa manii. Hukumu inasema fasada saumahu, itakuwa imeharibika ile ile funga yake. Li anna dhalika min ash-shahwa allati tanakudhu sawm, kwa sababu ha, jambo hilo ni katika mambo ya kujitoa matamanio uliyokuwa nayo ambayo kwamba yanapunguza au yanaharibu ile funga wa alaihi al-qadha. Na mtu kama huyu ambaye aliyejitoa manii aliyotokwa na manii, ima kwa kubusu eh, au akagusana na mwanamke, au akajitua yeye mwenyewe, au njia nyingine ambayo kwamba aliyoifanya akajitoa manii, ataharibu funga yake na atalazimika kuilipa, lakini duna al kafara. Mtu huyu hatowajibika yeye kufanya kafara, hatowajibika ile kafara ambayo tuliohitaja hapa. Kwa nini? wanasema ahlul ilmi, liana alkafara kwa sababu kafara la talzamu illa biljimai fakat, haimlazimu mtu isipokuwa kwa kile kitendo cha jimai, na na hivyo ndivyo ilivyopokelewa katika nusus mbali mbalimbali, yani katika maelezo mbalimbali. Amma idha nama saim, amma mwenye kufunga ikatokea labda alilala fahtala akaota, yani ndani ya usingizi wake yeye akaota, eh, akaota, akajikuta baada ya kuamka ametokwa na nini? Na manii. Au yule ambaye ana maradhi maradhi ya kutokotokwa na manii, watu kama hawa tunasema fala yubtilu sauma za saumu yake, mtu kama huyu haitabatilika liannahu la ikhtiyara lahu kwa sababu jambo lake la kutokwa na manii pale sio la ikhtiyari, yani sio kama alifanya yeye maksudi, bali imetokana na tatizo aliyokuwa nalo, ima alilala akaota au labda kwa maradhi ambayo kwamba aliyokuwa nayo, maradhi ambayo huwa yanamfanya yeye awe anatokwa na na manii kila wakati. Ama jambo la tatu katika mambo ambayo kwamba yanayoharibu saumu ya yule ambaye aliyefunga Atakayuu abdan. Atakayu 'abdan, yani kujitapisha makusudi, kisema kujitapisha makusudi, bi maana ya kwamba ni ikhraju ma fi as-sa'da min at-ta'ami ltaami au lsharabi ani tariqi lfami abdan, ni kutoa ni kule kutoka kitu ndani ya tumbo eh, kwa kupitia mdomoni kwa njia ya makusudi, kujitapisha makusudi ama idha ghalabahu lqaiu wa kharaja minhu bighairi khtiyarihi, ama yule mtu ambaye kwamba yamemtoka matapishi pasi na kufanya yeye mwenyewe makusudi, yaani matapishi yamemzidi nguvu yakawa yamemtoka, huyu tunasema kwamba kutapika kwake huku au matapishi haya, fala yukthiru fi saumihi, haita athiri ile funga yake kwa kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alivyosema katika hadithi sahih, man dharaahu alqai'u falaysa alayhi qada, yule ambaye yamemshinda matapishi yake, matapishi yamemshinda nguvu, basi mtu huyo hana ulazima, hana uwajibu wa kulipa. Lakini wa man istaqau abda falyaqdi, amma yule ambaye atakaye jitapisha makusudi, kajiingiza vidole mdomoni kiasi ambacho kujiingiza kwake akajitapisha makusudi, basi mtu huyu kwa tendo lake hili atakuwa ameharibu ile funga yake. Hilo ni jambo la tatu, kujitapisha makusudi. Ama jambo la nne ambalo kwamba ni lenye kuharibu funga, alhijama, kufanya hijama. Hijama hii ni tiba ambayo anasema ni ikhraju dami minal jildi Eh, ni kule kuitoa damu kwenye ngozi, kuitoa damu katika ngozi. Kuna watu huwa wanafanya ijama, mtu anatoa damu, anatoa damu chafu ndani ya mwili wake. Eh, hili ni jambo ambalo kwamba ukilifanya ndani ya ibada yako ya saumu, utakuwa umeiharibu funga yako kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aftara alhajimu walmahjum Amefungua yani ameharibu funga yule hajim, yani anayemfanyia mwenzake hijama. Kwa sababu anayemfanyia hijama hijama mara nyingi kama hijama zile za kizamani zile, yani mtu alikopo anamtoa mtu damu kwa kutumia kufyonza kwa mdomo wake, na ndio maana hata hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amefungua yule ambaye aliyemfanyia hijamu mwenzake na yule ambaye aliyefanya nini aliyefanya aliyefanyiwa ile hijamu maanake, tunasema hapa, tunaweza tukasema yule daktari na yule mgonjwa, wote somo zao zinakuwa ni ni batil. Hivyo hivyo kwao, tunasema kwamba huharibika hata funga ya yule anayemfanyia mwenzake, illa idha hajamahu bi alatin munfasila. Ama yule ambaye atakayemfanyia mtu hijamu, lakini kwa kutumia vifaa kama hivi vifaa vya kisasa watu wanatumia, yani hawatumii mdomo kufyonza ile damu Eh, fa innahu yasihu saumahu, mtu huyu saumu yake itakuwa bado iko sahihi. Saumu yake mtu huyu itakuwa ni, ni ni ni sahihi. Kwa hiyo jambo la nne la, la, katika mambo ambayo kwamba yenye kuharibu saumu ni hijama, ni kufanya hijama ukiwa ndani ya ibada yako ya funga ya Ramadhani. Ama jambo la tano katika mambo ambayo kwamba yenye kuharibu funga Khuruju damu lhaidhi wanifasi khuruju damu lhaidhi wannifas, ni kutokwa na damu ya hedhi na damu ya nifasi. Kwa hiyo, wakati wowote yule mwanamke atakapoona damu ya hedhi au akaiona damu ya nifasi, basi aelewe kwamba hapo aftarat, atakuwa amefungua, amefuturu, wawajaba alaihi alqada, na analazimika ailipe hiyo siku E, ailipe hiyo siku kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na mwanamke e, alaisa idha hadhati lam tasil walamtasum e, si kwamba ni wanawake pindi mnapokuwa katika hedhi hamswali, na kadhalika wala hamfungi. Kwa hiyo jambo la tano katika mambo ambayo kwamba yenye kuharibu funga ni khuruju damu lhaidhi wanifas, ni mwanamke kutokwa na kuto damu ya hedhi na kutokwa na damu ya nifasi. Ama jambo la sita katika mambo ambayo kwamba yenye kuharibu funga e, niyatu lfitri, mtu kuleta nia ya kufungua, kuleta nia ya kufungua, faman nawa lfitra kabla wakti liftari wa huwa saimu batala saumahu, yule ambaye atakayenuia kufuturu kabla ya wakati wa kufuturu haujafika wa huwa saimun na hali ya kuwa yeye yupo ndani ya funga, basi hapo itakuwa funga yake imeharibika. Funga yake itakuwa imeharibika hata kama atakuwa hajapata chakula, hata kama atakuwa hajapata chakula, funga yake itakuwa imeharibika. Kwa sababu gani? Tunasema fa inna niyya ahadu rukni siyam, kwa sababu nia ni moja ya nguzo zile za, za kufunga. Mfano hapa, inawezekana labda ukaenda kwenye shughuli ndani ya Ramadhani, umeenda kwenye shughuli ambayo katika shughuli ile kuna mchanganyiko wa watu pale, na katika shughuli ile watu wame wanapika, ukawa ukatiania kabisa, bwana, hapa ikija tupilau na ichapa afu nitakuja kulipa. Tayari kuanzia pale, kile kitendo cha kukusudia jambo hilo, basi tayari funga yako imeharibika, kwa sababu tayari umeshaiharibu ile nia yako ya kufunga siku kama ile. Kwa hiyo nasema hili kwa sababu nia ni moja ya nguzo zile za, za saumu. fa idha naqadha qasidan alfitra wa mutaammidan lahu in taqadha au in taqadha siyamahu, ikiwa mtu atapoiharibu ile nia yake kwa kukusudia kufuturu, kwa kusudia kula, baadaye kula kabla ya wakati tena makusudi kabisa aelewe ya kwamba atakuwa tayari ameshaiharibu ile nia yake, na kile kitendo cha kuiharibu nia yake tayari atakuwa ameiharibu kadhalika na, na saumu yake. Ama jambo la saba katika mambo ambayo ya kwamba yenye kuharibu funga ni arridda, arridda kurtabi vimaana, ya kwamba mtu kutoka katika Uislamu ukafanya jambo ambalo kwamba likatengua Uislamu wako. E, hapa nayo ni moja ya kuharibu funga yako kwa kauli ya Allah subhanahu wataala, iliyomo ndani ya Qurani. Allah subhanahu wataala anasema lain ashrakta layahbatanna amaluk, ikiwa utamshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa hakika yataporomoka matendo yako. Ndugu yangu, kwa hakika kabisa tukome hapa katika darsa yetu hii ya leo ya muftaratus saumni vitu ambavyo vyenye kuharibu haribu funga ni darasa ambayo kwamba ilikuwa ahamu mimi na wewe tuweze kuifanyia kazi, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe kuyafanyia kazi maneno kama haya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.